Na, mm, karibu kwenye podcast ya Taswira 411 tukiwa katika siku nyingine tena no. Leo tunataka tuzungumzie mambo mawili matatu bila shaka, e, Sule, umesikiliza hotuba ya mheshimiwa rais no. Samia Suluhu, Daktari Samia Suluhu no. Amezungumzia mambo mengi akiwa ameanza na pole kwa vurugu zilizotokea na mauaji yaliyotokea. uh -huh. e, kuanzia siku, siku ya tarehe 29 Desemba. uh -huh. e, amezungumzia mambo kadhaa. uh -huh. lakini kuna jambo moja ambalo ningependa mimi ningependa kulizungumzia. uh -huh. ni swala zima aliyogusia kwamba e, kwa sisi sasa hivi kuna watu wa nje. uh -huh. kuna watu wa nje nadhani akiwa analenga bunge la la Ulaya mm -hmm. EU ya kwamba wanazungumza mambo kadhaa, wakiwa wanapangia mm -hmm. E, wanaipangia Tanzania wameipa masharti, wanaipa masharti kwamba ifanye kadhaa kadhaa, ifanye mambo kadhaa e, ikiwa ni masharti e, kuendeleza kwa ku, kupewa misaada mm -hmm na hiyo wakiwa wanaangalia kwamba yaliyotokea mm -hmm. na yaliyoripotiwa na vyombo vya habari na mm -hmm. yaliyoendelea Tanzania wa mm -hmm. unazungumziaje kuhusiana na mm, effects, ambazo zinaweza kutokea kutokana na, na maneno yaliyozungumza kwamba mm who -hmm. are you? mm -hmm. ni kina nani mpaka mu mnatupangia? Naona mm -hmm. sisi atuingilie mambo yenu sisi mm -hmm. kama Afrika sisi kama Tanzania mm -hmm kuingilia kwenye mambo mengi yanatokea. Hatutoi mm, tamko utamko utoka hapa masharti pale na kuna maandamano yanatokea. Kuna vurugu zinatokea huko kwenu. Kuna kila aina ya inawezekana tukasema ni uchafu. Lakini sisi kama Afrika, sisi kama Tanzania hatutoi matamko. Naam. Hiyo kaongea kiushujaa na mimi nimependa kwa upande huo. Naam, hiyo kauli na madhara yanaweza yakawepo lakini kwanza uh, ni ushujaa kama ulivyosema na inabidi viongozi wetu uh, wote wa Afrika wawe uh, na, na ushujaa kama huo uh, ndipo tutakapotoka katika stage ambayo inaonekana kwamba sisi bado tuko chini uh, ya ukoloni wa nchi za magharibi. Uh, kusema kweli, unajua, watu wengi uh, tunafikiria kwamba nchi za magharibi, yani sisi kama nchi za Kiafrika tunahitajia katika kila kitu na sisi basi, inakuwa wao basi, hatuna uwepo maanake, tunategemea katika misaada, bila misaada yao hatuwezi kwenda popote, ilhali ukiangalia, uh, juzi tu naam uh, mfano Ufaransa sasa hivi uh, wamebadilisha serikali kwa muda wa miaka miwili zaidi ya, zaidi ya mara tano, ukiangalia kila mara wakibadilisha waziri mkuu. Kwa nini wameshindwa kuweka serikali stable kwa miaka miwili serikali moja? Hmm. Ni kwa sababu wamepata shida kubwa sana za kiuchumi. Shida hizi za Ufaransa zinatoka wapi? Hmm. Asili yake kubwa ni Afrika. Pindi alipofukuzwa Ufaransa Burkina Faso, akafukuzwa Mali, akafukuzwa Niger na sasa hivi ikiwa mapinduzi haya yatakuwa ni mapinduzi ya kweli pia yatakuwa ametolewa mpaka Guinea Bissau. Kwa hivyo Ufaransa pindi alipotolewa katika nchi hizi, uchumi wake umekuwa ni wenye kuanguka mpaka sasa hivi ameshindwa kusimama kwa miguu yake miwili. mm -hmm. Hii inaonyesha kwamba Ufaransa au nchi za Kimagharibi ambazo mara nyingi tunafikiria kwamba sisi eh, ndiyo ambao hatuna chochote kile tunawategemea uh, yani e, katika asili ni wao wanatutegemea, lakini wamegeuza kibao. Hata kama watutegemei kwa asilimia wao bila sisi mm-hmm. Tumedanganywa tu, tu, tu, tu, tu, tu, ni yani kiakili tunafikiria hali ni, ni kama hivyo, kwa hivyo mm. Ukipata rais ambaye ya anaweza kuongea kwa ushujaa kiasi hicho, uh, namna ni jambo la, la kupongezwa, pamoja na kwamba kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo pengine tutasema hatukubaliani na uh, nini ana mama lakini katika nini, kuzungumza kwa ushujaa kiasi kiasi hichi, naam, ni jambo ambalo linastahiki kupongezwa. Ama katika madhara unaonaje, Shahtawak? katika madhara labda huenda ya yakawa yanaegemea katika upande wa kiuchumi. Nazungumzia kwamba wanaona hivi vifedha wanatupa vinaweza vikawa ndio vinawapa kiburi kutuingilia katika mambo yetu kiuhalisia kwamba sisi kuna misaada mingi ambayo tunachukua kutoka mm -hmm. nje mm -hmm. na tunategemea katika sekta za kiafya, elimu no. no. na hususan katika masuala ya HIV mm -hmm. malaria tunachukua mm -hmm. misaada kutoka kwao mm -hmm. kwa kama wanaweza wakajichukulia serious mm -hmm. ili swala mm -hmm. basi huenda wakapunguza ile misaada mm -hmm. na wakipunguza misaada, itakuwa imeathiri katika hizo mm -hmm. sekta za kielimu sekta za kiafya mm -hmm. Lakini kama e, tunavyozungumza kila siku, kama Afrika tunaweza tukapata njia mm -hmm. ya kujiondoa katika huu koloni utumwa. Sasa hivi tunasema tuko huru, lakini uhuru wa bendera Nam. Lakini tukijikwamua, tuna rasilimali sisi mm -hmm. tunaweza tukajikwamua kiuchumi. Kama kisiasa, ni kwamba e, siasa tunatumia sana Mm -hmm. Eh, yani ni kutumia akili namna gani tutaenda tutaendesha mambo yetu mm -hmm. kisiasa kwa maana tunalenga kupangilia mambo yetu. Uh, mimi inachokisema ni kwamba maumivu hayatakosekana, eh, hayata uh, hasa haya ya kiuchumi mm -hmm. ukiangalia nchi kama Zimbabwe uh, alipogeuka Robert Mugabe kipindi kile akawa yuko dhidi Uh, ya fikra za kimagharibi ya kwamba watu wenye ngozi nyeupe wapewe kipaumbele wawe kana kwamba wao ndo uh, kipa raia wa tabaka ya kwanza wengine wote wawe wako chini. Uh, alipopambana nao alimwekea vikwazo vingi sana vya kiuchumi. Unaona, Zimbabwe wakawa wanaishi katika dhiki kubwa uh, za kiuchumi hmm. Uh, lakini ukiangalia, uh, mimi ninavyopenda kusema ni kwamba popote ambapo pana uhai mpya lazima pawe na maumivu. Mfano, mama ili alete kiumbe kipya duniani hmm. Ni lazima. Lazima apate maumivu. Sasa, swali ni hili, je, Waafrika kwa ujumla wako tayari kupata maumivu yale ili kuondoka katika hali hii ya, ya, ya utumwa wa kileo na kuingia katika uh, ulimwengu mpya ambao watakuwa sasa wao ni wenye uwezo. Maanake ha hawezi kupita bila, bila kupata maumivu. Mfano hii leo nchi kama Iran No. ambayo imekuwa imewekewa vikwazo kwa sasa miaka arobaini arobaini eh, mm. Ukiangalia leo wamefika katika sehemu ya kwamba vitu vingi wanajichengezea wao wenyewe, uh, uh, kwa maana vikwazo ndo vilikuwa aha, ni chachu ya maendeleo yao mm. Leo gari wanazo za kwao uh, wa. wenyewe barabara wenyewe sijui na, ulinzi wametoka hawategemei waila wangekuwa wanategemea mpaka kesho. Angalia vita ambavyo uh, Israel ilipowavamia ni nchi ngapi ambazo sasa hivi duniani zina uwezo wa kuwa kupambana uh, na, na Israeli mm -hmm. Ukiangalia silaha ambazo wanauziwa hata kama Suudia hivi majuzi wameuziwa F35 imepitishwa na Trump mm -hmm. Lakini unaambiwa ndege hizi zote bado Marekani anazo kwa remote akazima zote na msifanyi chochote. Yani, maana wakiwa wanataka kufanya kitu chochote lazima a, eh, apate remote, itoke, itoke Marekani. mm -hmm. kuna baadhi ya waafrika wapo tayari kupata hayo maumivu mm -hmm. Lakini kuna baadhi ambao pia wanatumika mm -hmm. na hizo taasisi au nao jamaa wa nje, kwa ugumu unakuja ni kwamba tunaweza kuchange vipi wakati tuna maadui wa ndani ambao wanatumika na nje. Lakini kama hatutokuwa kama tutahitaji mabadiliko, tutahitaji kuumia, tutahitaji tujitegemea, lakini tuumia kawaida. Binadamu wote hawezi kuwa na mtizamo mmoja, lazima kuna wale ambao kwa sababu hapa tunazungumza kuhusu ugali wa mtu sio mm. Eh, kwa sababu kuna watu uh, sehemu kukikatwa msaada ugali wake ndo ndo tena basi. Kwa hiyo lazima eh, e, e, lazima apambane mm. Lakini ieleweke kwamba sisi tunazungumza kauli hii ya kiuchumi na jinsi gani Afrika inaweza kujikomboa, hatumaanishi kwamba wale ambao kila mtu anayesimama kupinga serikali ya Afrika na kwa kwa ya na, so, yuko, na, kwamba yuko ambayo mm -hmm. anatakiwa kutatuliwa. Naam. Lakini kama tulivyozungumzia katika episodi iliyopita mm -hmm. ni kwamba tunatakiwa kutatua, lakini au jamaa wa nje ambao wanakuja kusaidia mm -hmm. wawe kama e, wageni wamekaribishwa kuja kutatua, lakini sio mm -hmm. kwamba wenyewe ndio wa overtake kuja kufanya wa wao wenyewe yeah, yeah, yeah. Kwa sababu kama alivyoashiria kwamba ni kweli kwamba sisi tuwe na nini ambayo tunasaidiana ya yeah. Kwamba wao wanafaidika na sisi pia tunafaidika, na kufaidika kwetu kusiwe ndo chanzo kwamba nyinyi mkawa ni, ni mabwana sisi tukawa ni, ni watwana. La, isiwe ni uhusiano wa, wa, wa aina hii. Sasa hili lilikuwa ni jambo lililotokea Tanzania kutokana na hotuba ya Mheshimiwa Rais mm -hmm. eh, Desemba mbili mm -hmm. eh, alikua akizungumza na wazee wa Dar es Salaam. Sasa kuna swala zima la Venezuela. Naam. Sasa hivi nafikiri kuwa miezi miwili ama mitatu uh, Trump aliamua kukinogesha yani mm. uh, yeah. alikiwasha, alikiwasha. Mm. Uh, na nafikiri wiki hii, wiki, wiki iliyopita wiki iliyopita ali, alifikia sehemu mpaka akasema amefunga anga kabisa ya ya Venezuela mm -hmm. Na sasa hivi yaruhusu ndege yoyote kupita katika anga hiyo. Na ukiangalia katika sheria za kimataifa ni ni jambo ambalo halifai, yani ni, ni illegal, ni kinyume na sheria ya, ya kimataifa. Lakini ndio unaona akili hizi bado zipo katika nchi hizi. Kuna baadhi za nchi ambazo zinachukulia kwamba sisi eh, lazima tuelekeze watu Marekani aha, marekani inachukulia kwamba sisi ni lazima tuwaelekeze Venezuela wafanye tunapotaka sisi. Ndo maana Trump anamwambia vipi, Maduro, anamwambia Maduro wee ondoka, wee na familia yako, chagua nchi yoyote utakayokwenda, we nenda, sisi tunataka tumweke rais mpya hapo Venezuela ambaye atakuwa kitii uh, maagizo yetu. Anachotaka ni kuchange, aha, ndiyo anasema, regime change, regime change, Lakini kuna baadhi ya, ya watu wanazungumzia kwamba Marekani mm -hmm. anaenda pale sio kwa ajili ya kwa ajili ya kudili na Maduro moja kwa moja, lakini anachoangalia ni kwamba serikali ya Maduro mm -hmm. ni kama inampiga pushi sana China no, kwa maana mafuta yanayotoka Venezuela yanaenda kuipiga tafiki ya uchumi China. Kwa hiyo China anaendelea kuinuka, anaweza akampiku Marekani kuwa, anachofanya Marekani ni kwenda kukata ile mirija mm -hmm. na kuzuia kwamba unajua Marekani saa zingine anachekesha, manake matatizo yote haya mpaka mafuta kwenda kuuzwa China ama China kufaidika katika soko za mafuta ni matatizo yaliyoanzishwa na Marekani. Yeah, usiangalie Venezuela peke yake, angalia Venezuela, angalia Urusi Russia, angalia na Iran. Leo China anapata mafuta kwa bei che kabisa bei za kutupa. Kwa nini nchi hizi tatu zimefungiwa kuuza mafuta yake? Kwa hivyo, na nchi hizi zinahitajia pia uh, zina, uh, mambo yake zinahitajia fedha katika kila kitu, zinahitaji kujiinua kiuchumi. Kwa hivyo, nchi hizi zinauza mafuta China, hata kama ni kwa bei hmm, ya chini, lakini yanauza China ili yapate na yeye pia mbadala kukwepa vikwazo ambavyo ameviweka nani? Marekani. Sasa Marekani yeye vikwazo hivi ameviweka, lakini vimerudi kumuumiza yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndiyo anatafuta nchi nyingine ya kubadili. Kwa kuwa huyu China ni, ni mshindani wake mkubwa sana katika mambo ya kiuchumi na biashara. Yeye anapata mafuta kwa bei ghali, China anapata mafuta kwa bei ya chini. Kwa hivyo ushindani unakuwa hauwezekani tena. Kwa hiyo anakuwa China amempiga. Ah, China amempiga. Halisia. Huwa tunaona kama wengi wa Afrika tunaona kwamba Marekani kama kiranja na tunapaswa kumfuata kwa kila kitu, lakini ukija ki mantek eh, haikubariki ya kwamba Marekani anaonekana kabisa, kuna baadhi ya vitu, so baadhi vitu vingi anafanya kwa maslahi yake, na Afrika tunaona na anafanya kwa ubabe tena lakini bado sisi tunafurahia kwamba yeye Marekani ndoao kiranja wetu na lakini tunatakiwa kubadili fikra hiyo, ni, ni mda wa kubadili kwa mtazamo wetu kulingana na, na na pia kuna yale yaliyotokea Kenya, yanaendelea Kenya uchaguzi mdogo uchaguzi mkuu naam na, eh, embu tupe mawili matatu yanaendelea kuhusiana na uchaguzi mkuu naam, uchaguzi mdogo uliopita wiki wiki iliyopita uh, pale Kenya ama nchini Kenya hapa, uh, ulikuwa ni ni uchaguzi wenye ushindani mkubwa sana maanake, uh, ulikuwa ni uchaguzi ambao serikali na upinzani walikuwa mm-hmm, wanapimana uh, nguvu zao uh, ni nani mbabe. Uh, ni na, ni uh, yani imekuwa ni kama ni matayarisho ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na, na, na saba, mm. ambao kwa bahati mbaya uh, upinzani walishindwa kwingi, mm. na serikali imeonekana uh, kushinda baadhi ya maeneo uh, uh, ingawa kuna kauli wao wenyewe wanasema wanajitayarisha kwenda uh, mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi. Hmm. Uh, inamaanisha kuna wale ambao wanahisi kwamba wameibiwa uh, kura zile. Aha. Uh-huh. Ama kwa kweli ni, ni, ni uchaguzi ambao haukukosa hapa napale, na pale maanake kulikuwa na, na vurugu uh, baadhi ya sehemu, wengine wakidai kwamba kuna wizi wa kura wengine na kwamba watu wali, walipewa pesa ya Kenya. Kuna tatizo kama la Tanzania, na kuhusiana na tume ya uchaguzi ilipo huko, na wapinzani wanadai kwamba tume tume imewafanyaje, imewaonea mm, japokuwa kwamba tatizo lipo tatizo, kila siku walikosi mm, lakini kwa asilimia naweza sema ni asilimia chache mm, ukilinganisha na nini na, na, na Tanzania mm, yaani hata kama ule ugomvi huko Uh, ya, anahisi ya kwamba mimi baadaye naweza kwenda mahakamani yeah. uh, uh, oku, uh, yani, ikiwa kweli nitathibitisha kwamba kura ziliibiwa na nini, matokeo yatapinduliwa, ambao yata ni mara nyingi inafanyika ikiwa unaweza kuthibitisha madai yako kwamba mimi nimeibiwa, mahakama uh, itafutilia mbali matokeo ya uchaguzi na utakwenda tena. Sasa swala hili ndilo li ambalo pengine lingekuwa vyema zaidi uh, kama Uh, lingekuwa kwenye katiba ili mpinzani hata akishindwa nchini Tanzania, nahisi ya kwamba mimi na sehemu yangu ambao unaweza kuenda kukimbili, manake katiba Tanzania ni kwamba matokeo ambayo yametangazwa na tume ndo, ndo final, hauwezi uh, kupeleka okay, popote pale mm, uh, sasa afueni hii ingekuwa ikipatikana kwa wapinzani pengine uh, ingeweza uh, kusaidia kwa, inaonekana, bali dunia nzima eh, Januari sita, tukio la Januari sita ambayo ni tukio maarufu ma, ma, sana ambao hmm, Trump mwenyewe alidai ya kwamba ameibiwa kura, wafuasi wake wakaingia bunge wakafanya fujo, hivyo uchaguzi na eh, dunia nzima, yani kwa maana hamna serikali ambayo inakuwa hmm, asilimia mia, ina ina asilimia mia na haijapatikana hai ulimwenguni ya kwamba ipatikane serikali ambayo hmm, itakubalika kwa asilimia zote hizi. Ha. Yeah. Ha, basi sisi tunamshukuru mtazamaji kwa kushiriki nasi katika eh, Taswira 411 tena tukutane katika episodi nyingine.